Mamilioni ya vifaranga wa kiume wamekuwa wakiuliwa mara tu baada ya kuanguliwa kwa miaka mingi sana huko Ulaya. Sababu? Hawawezi kutaga mayai, kwa hiyo huonekana kama hasara kwa viwanda vya mayai. Kitendo hiki kimekuwa kikosolewa vikali Ulaya na duniani kote kwa misingi ya maadili na ustawi wa wanyama. Lakini sasa kuna mabadiliko makubwa. Kuanzia mwaka wa 2027 Italia itapiga marufuku rasmi kuuliwa kwa mfaranga wa kiume katika sekta ya mayai. Sheria hii itatekelezwa kupitia teknolojia inaitwa in-ovo sexing, inayotambua jinsia ya kifaranga akiwa bado ndani ya yai, kabla hata hajaanguliwa. Takriban vifaranga milioni 40 wataokolewa kila mwaka. Hatua hii inaonekana kama ushindi mkubwa kwa ustawi wa wanyama, ikionyesha kuwa sayansi na maadili vinaweza kwenda pamoja.